Kila safari ya mtoto ni ya kipekee, lakini mamilioni wanaozaliwa na matatizo ya kimaumbile, safari yao huanza na changamoto, changamoto ambazo huweza kushughulikiwa kwa uelewa, matunzo na msaada wa jamii. Tunapoongelea ulemavu, ni ile hali ya mtoto kuzaliwa baadhi ya viungo vyake vikiwa havijatimia Inawezekana ikawa ni mkono, mguu, yote hivyo ni eh, ulemavu. Kwa hiyo yapo matatizo mengi. Sasa tunapoongelea mguu kifundo, ni ile hali ambapo mgonjwa anazaliwa na mguu ambao hauko sawa na mguu ambayo watoto tunazoea wanazaliwa nayo. Mguu wa mtoto huo utakuwa kwanza hauangalii chini, ila unaangalia juu usoni. Kwa hiyo kama umempakata mtoto utakuta kwamba mguu wake unakufesi, una ile sehemu ya unyayo inakuangalia wewe usoni, lakini sehemu ya ndani ya mguu inakuwa ina shimo na kwa nje inakuwa kama ina kavu. Kwa hiyo hali hiyo ndio tunayosema mtoto amezaliwa na mguu kifundo. Uh, tuongee kwa kifupi kuhusu tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi hapa Tanzania, kila watoto elfu moja wanaozaliwa basi watoto watatu wenye wanazaliwa na hili tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi. Uh, ukienda na takwimu za sensa zilizofanyika mara ya mwisho, maana yake ni kwamba kwa tafsiri hii, hii ni kwamba watoto elfu saba mia tano kila mwaka wanazaliwa na, na tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi. Hili tatizo linazuilika, kwa kiasi kikubwa linazuilika kwa mama Uh, kabla hajapata ujauzito, kupata madini ya folic acid. Madini ya folic acid yanapatikana kwenye mboga, matunda, uh, vyakula vya jamii ya kunde, mzizi, miogo, viazi uh, hata maini na maziwa, mayai. Ukikosa kwenye vyakula basi eh, unapata pia kwa vidonge ambavyo vinapatikana kwenye kliniki zetu za mama na mjamzito. Ikumbuke uh, kabisa kwamba ni mama kupata madini ya folic kabla ya ujauzito na pindi pale mtoto anapozaliwa mwenye tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi, a, a, matibabu yapo ya yanapatikana katika hospitali hospitali zetu za serikali na vilevile hospitali kubwa za binafsi, na huduma ambayo tunaifanya tunafanya ili mtoto ulemavu usiendelee kuongezeka. Mtoto asiyetibiwa mwenye kichwa kikubwa na mgongo wazi ana hatari ya kupata uh, kifo na hatari ya kupata ulemavu, na kabla ya kufikia ulemavu wa kupindukia anaweza akapata kifafa, anaeza kapata mtindi wa ubongo, anaweza akapata unyakuzi kwa kiamlo na magonjwa kadhaa. Tusikie kisa cha mama huyu aliyepata mtoto aliyekuwa na changamoto ya kichwa kikubwa. baada e, ya kuambiwa kwamba mtoto ana changamoto, nilisikia vibaya. Baada ya hapo, patokumetia moyo, nikapata nguvu takuja hospitali. Kuna mtu tu aliniambia kwa kwamba ashie kumuona mtoto kwamba akizaliwa na yeye ana changamoto ya kichwa kikubwa, akamleta Muhimbili hapa MOI akapata haya matibabu. Ameendea ya matibabu anapatikana MOI, kwa hiyo mpeleke mtoto MOI, akapata matibabu. Nashukuru Mungu, niivofika hapa nilipokelewa, angu ameanza matibabu mpaka sasa hivi bado anaendelea nayo mtoto wangu. Kwa wanaopata changamoto ya watoto kama hawa vichwa vikubwa au migongo wazi, wasiwaweke ndani so, wapeleke vituo vya afya, watoto wakapate huduma, wapate matibabu kama watoto wengine. Nafikiri wazazi wengi wangependa kujua kwamba, je, tatizo hili linatibika? Kwanza, mguu kifundo ni ulemavu ambao unaotibika. Kitu cha muhimu kabisa kwanza ni ugunduzi na mara wanapogundua kwamba mtoto ana changamoto hiyo au ana tatizo la kuzaliwa, basi wanawapeleka wale watoto sehemu ambazo ni husika. Kwa hiyo watoto hawa, kwa mfano, ambao na mguu kifundo, endapo watagundulika mapema, anakuja hospitalini mapema, ulemavu huu unatibika na wanaweza kurudi katika hali ya kawaida, na mtu anaweza sijui kabisa kabisa kwamba mtoto huyu alikuwa na tatizo la mguu kifundo au alikuwa anao. Na hawa watoto msiwafiche hawa watoto wanapata matibabu na matibabu yao ni endelevu. Wakija kwetu, bado tunaendelea kuwatibia na taasisi mbalimbali zipo kuwasaidia kupata matibabu. Ukumbuke kabisa kwamba serikali imejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuweka miundombinu anuwai, kuhakikisha kwamba mtoto anapata matibabu. Hospitali zipo, vifaa tiba vipo, na haya matibabu yanapatikana bure changamoto kubwa ambayo tunaipata katika kutibu hawa watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi ni, ni ufuatiliaji wa matibabu. Kwayo, mini, kwa hiyo mi ningewashauri sana kwamba zile tarehe zao zilizopangiwa za kurudi kliniki warudi kliniki. Katika kukabiliana na changamoto hizi, mashirika mbalimbali mbali na wadau wanashirikiana na serikali kuhakikisha watoto wenye matatizo ya kuzaliwa wanapata tiba stahiki. Hapa afisa mtendaji mkuu wa MDH anaelezea juhudi walizofanya kukabiliana na tatizo hili. Mwezi wa Machi ni mwezi ambao uh, wadau mbalimbali hapa nchini pamoja na duniani kote, uh, tunautumia kwa ajili ya kukumbuka watoto ambao wanazaliwa na changamoto ya ulemavu. Pamoja na hili, vile vile ni mwezi ambao tunatambua mchango mkubwa ambao unafanywa na wadau mbalimbali, ikiwemo watoa huduma ambao wanahusika kuhakikisha kwamba kuna huduma bora kwa watoto hawa ambao wanazaliwa na changamoto za ulemavu. Takwimu za Shirika la Afya Ulimwenguni zinaonyesha takribani watoto milioni nane kwa mwaka wanazaliwa wakiwa na changamoto ya ulemavu. Ukijaribu kuangalia kwa hapa nchini, makadirio yanaonyesha takriban asilimia sita kati ya vizazi hai hapa nchini wanazaliwa na hizo changamoto za ulemavu. Hii inamaanisha uh, tuna watoto sita kati ya watoto mia moja ambao wanazaliwa hai wanakuwa na hii changamoto ya ulemavu mwaka huu uh, kauli mbiu ya ya ya huu mwezi inasema kila safari ni muhimu ufahamu bila unyenyepaa. Hii kauli mbiu imejijenga zaidi kwenye kuhakikisha kwamba, uh, wadau wote tunashirikiana kuhakikisha tunaongeza uelewa kwenye jamii yetu ya haya matatizo ya ulemavu ambayo watoto wanazaliwa nayo. Sisi kama MDH uh, tunashirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo uh, Kafika House ambao ni wadau wetu wa karibu waliopo Arusha lakini chini ya miongozo ambayo Wizara ya Afya inaitoa, tunashirikiana kwa pamoja kwenye kuhakikisha kwamba huduma za afya zilizo bora zipo na zinapatikana kwenye vituo vyetu vya afya vyote vya umma, lakini vile vile hata vya binafsi. Tunafanya hivi kwa kujijengea uwezo, kuhakikisha kwamba tuna vifaa tiba ili kila mtoto ambaye anaonekana kuwa na hii tatizo, basi aweze kupatiwa hii huduma pindi anapoenda kwenye vituo vya afya lakini kwa sababu tunatambua kwamba sio rahisi hii huduma kwa, kwa sasa hivi kuwepo kila sehemu, tunaimarisha huduma za rufaa, na hili kuhakikisha hili, mojawapo ni mafunzo. Tunatoa mafunzo kwa kushirikiana na Serikali na wadau mbalimbali, kuhakikisha kwamba kwenye hivi vituo ambavyo hizi kliniki zetu zipo basi, tuna wadau ambao wanakuwa wamebobea wa kutoa hizi huduma kwa wakati, na kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wanafikishwa pale wanapewa huduma stahiki ili haya matatizo ya ulemavu yale ambayo yanatibika yaweze kutibika na yale ambayo hayawezi kutibika, basi kuweza kupunguziwa madhara yake ili kuhakikisha kwamba watoto wanaishi maisha aa, mazuri na sawa kabisa na watoto wengine. wa cha muhimu kingine ambacho vilevile tunashirikiana na serikali ni kuhakikisha kwamba rasilimali fedha zinapatikana kwa ajili ya kutoa hizi huduma, kuhakikisha vitendea kazi vipo, kuhakikisha vifaa tiba vinapatikana, kuhakikisha rasilimali kwa ajili ya mafunzo yanapatikana. Uh, tunatumia mbinu mbalimbali mbali, na kushirikiana na, na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba hizi rasilimali zinapatikana. Lakini moja na la muhimu, mwaka huu tumeandaa matembezi ya hisani ambayo yatatokea mwezi Julai ambayo sisi kwa pamoja na Kafika House pamoja na wadau mbalimbali ambao wote tunashughulika kwenye hii sekta ya watoto wenye ulemavu pamoja na Wizara ya Afya, tutatumia kama fursa ya kuweza kuhusisha jamii kwenye kupata rasilimali fedha ambazo zitaenda kusaidia upatikanaji wa hizi huduma nzuri na kuboresha zaidi hapa nchini. Leo tuko Amana. Amana ni moja kati ya hospitali za rufaa ambazo tunashirikiana nazo hapa nchini kwenye kutoa hizi huduma za tiba kwa watoto wanaozaliwa na, na ulemavu, na Amana ni moja ya sehemu ambapo hizi huduma tunatoa, ikiwemo huduma ya watoto wanaozaliwa na, na mguu kifundo. Hizi zote tiba zinapatikana hapa. Kuna tiba ambazo zinahusisha upasuaji lakini, yeah. Kuna tiba ambazo zinahusisha mazoezi ya viungo vya mwili na hivi vyote vinatolewa kwa ustahili mzuri sana na uweredi mkubwa sana kwenye kituo hichi chetu cha Amani. Matatizo ya kimaumbile hayawezi kuonyesha mustakabali wa maisha ya mtoto. Kila safari ya mtoto ni muhimu kuikubali na hatua madhubuti kuzichukua bila unyanyapaa.